bili mpaka kene tunasoma kwa jina na Yesu. Alikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya wa zi, ya wadani jina lake akiitwa Manoa na mke wake aki, alikuwa tasa hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa u tasa kuzai lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi sasa ti jihadhari, na kuoga, usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi, kwani kwani, tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa wa wa Israeli na mikono ya Wafilistini. Ndipo yule mwanamke akaenda, akamwambia mumewe akisema, mtu wa Mungu Alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana, nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake. Amen, amen, amen, amen tulikuwa kabashina maupi na tulianza kufundisha somo ambayo ilikuwa nasema hivi: siri iliyofichwa kati ya Lea na Raheli, siri iliyofichwa kati ya Lea na Raheli. Tuliingia katika ili ndio chake lakini hatukufika basi. Amen. Kwa hiyo tumalizisha wale ambao walikuwa walisikia mbegi, tuliongea na wale ambao hawakuwa taleta briefing kidogo, alafu tunamalizisha amen. Tulisema hivi siri ni kitu ambacho wewe unacho nawaniwako naweza kuwa plani, naweza kuwa neno fulani, lakini hutaki mwingine aijue, naitwa siri. Lakini pia siri ni kitu ambacho kiko, lakini wengine hawakijui, ila kiko tu, kuna au baadhi ya watu nayo kijua, lakini ehewe e ana mwingine na mwingine hatukijua. Wao kwao ni siri. Amen. Tukasema hivi, neno ikishatoka kinywa yako ene kwa mwingine, haiko tena siri. Kila kitu kilitoka nje, kiligeuka mtu mmoja Amen. Manake siri inapotoka moyoni mwako ielezewe mtu, haiko tena siri, kwa sababu kila mtu ana wake wa komfiansi, na kama una wako na na iyo, na na na mtu wa komfiansi, ule mtu wako wa konfiansi naye iko na wengine wa konfiansi. Kwa hiyo ukikwambia nani pia wa komfiansi, ule iko na wake wa komfiansi, na mimi na sefrea mriu kama barabara balamban yakaa inashughulikana kabisa. Haleluya! Lakini tulisema hivi kila kitu kilichokumbwa na Mungu kinaficha sirima Mungu ana siri za Shetani na ma anasiri za hizi, siri zimefungwa kwa desturi au maana Yesu agaambia tu aseme wana macho lakini moja wana masikio lakini yasisikie ila mimi mepewa neema ya kujua siri za waame wamewa aaka pia mbingu ina siri sana Amen halafu tukaona mama moja takawzi kumi na tatu mbili vak maandiko nasema mama yake na musa na, na, na Samson alikuwa mwanamke tasa, na nakafika wakati anataka kuchukua mimba, malaika wa Bwana akamtokea kamtokee na kumwambia mama, we upo tasa, lakini unaenda chukua mimba, lakini kitu moja nisione tena mvinyo inaingia katika kinyo chako, au kitu chochote cha kukunashisi, maanake kitu chochote cha kuchafua nisikione. Kwa sababu gani? Si kwa sababu naenda kuchukua mimba tu, lakini kwa sababu mimba tabeba itakuwa ya mnazi. Amen. Maanake siri inatuma Mungu anamukatasa kileo, ni mnazi

kisi tunataka kwa sababu Yesu yupo ndani wetu, lakini tutafanya akisi yeye anataka. Tunaye Baba si kwa sababu tu watu, lakini kwa sababu tumemel ah. Amen. Amen. Manake Mkristo wakwenda mbinguni si yule wa kuimba hapana. Mkristo wakwenda mbinguni si kutoa lewa. Mkristo wakwenda mbinguni si akujazwa Mkristo wa kwenda mbinguni ni yule ambaye anasema moyoni mwake mimi sijisikii yake mzuri sijisikii yake raha, wakati ninataka sikunye utapomo, lakini juu ya Yesu mimi naviacha mie. Sijisikii yake mzuri kama zimbale ubada, lakini juu ya Yesu ninaye mimi naviacha mimi. Sijisikii yake mzuri

Ethiopia na alipofika Ethiopia akakuta kwa nyumba yake na bana kuna mabinti wawili, mmoja anaitwa Lea mwingine anaitwa Raheli. Biblia haifichi ikafanya description physique yao, maandiko yanasema Lea alikuwa na macho zaidi paske Biblia haikuwake kitabu ya